Baada ya kamati ya seneti kuzuru na kutoa taarifa kuhusu hali ya hospitali ya rufaa pamoja na chumba cha kuhifadhi maiti katika kaunti ya Bungoma, ilifichua upungufu mkubwa wa wahudumu pamoja na vyumba vya kuhifadhi maiti, huku kamati hiyo ikiongozwa na seneta wa kaunti ya Uasin Gishu Jackson Mandago akiirai serikali kuingilia kati swala hilo.

Baada ya miezi mitatu baadaye, chumba kipya cha kuhifadhi miili cha Delights Funeral Home kimefunguliwa rasmi katika soko la Ndengelwa, kata ya Bukembe Magharibi, eneo bunge la Kanduyi, kaunti ya Bungoma. Mkurugenzi na mmiliki wa kampuni ya Delights, Harrison Muchiri Geita, akisema kuwa huduma hizo ni kuwapa heshima na mazingira safi waliotutangulia mbele za haki, na zinalenga kuwahudumia wananchi wa kawaida bila kuwabebesha gharama kubwa. Main, uh, theme of our

We are coming as Delights Funeral Services and Delights Funeral, Funeral Welfare to tell you that at a cost of 12,000 shillings you can offer a dignified send-off to your loved one. Tukimpoteza mpendo wetu tungetaka atunzo vizuri, ndio tuweze kukua na a good closure, na ombi letu ni ya kwamba when we have such a facility itatusaidia kukua na a good closure that as we lay our loved ones we want to change the narrative that Mortuaries have to be bad. So, hiyo ndio kazi yetu as delights to ensure that our loved ones get a beautiful send off. Hafla ya ufunguzi huo ilihudhuriwa na wakazi wa eneo hilo pamoja na viongozi mbali mbalimbali wa kidini. Huku chumba hicho kipya kikifunguliwa rasmi na Askofu George Mechuma wa kanisa la Kianglikana, kaunti ya Bungoma, akiwahimiza wakazi wa Ndengelwa pamoja na wakazi wa Bungoma kwa jumla kuchukulia biashara hiyo kama biashara nyingine katika jamii. Mtu anaweza kufa aweze ahifadhiwe mahali, na itakuwa ni hasara na tena itakuwa ni aibu sana ikiwa jamaa wetu ataaga dunia na tumtupe barabarani tukingoja siku ya ine kumzika. Itakuwa ni vema kumweka mahali na atunze vizuri, ili tutakapochukua mwili wake tutapeleka kwa maziko na ibada yake itakuwa nzuri. Familia iliyofiwa itaweza kufarijika kwa njia nzuri na tena itakuwa na ile nguvu. Biblia inasema miili na isipewe heshima, asiweze tu kuwa mishandled, siwe na heshima. Kwa hivyo nyumba hii inafanya yale makusudi. Kwa hivyo wale wenyeji na wale walio na taswishi, mzoee, kwa sababu ni kawaida yetu. Vincent Kegode, Mpakani TV, kaunti ya Bungoma.